Akitoa mwelekeo wa mkoa kwenye kilimo, katika mkutano uliokutanisha mikoa nane inayolima parachichi kujadili mstakabali wa zao hilo na kufungua msimu wa ununuzi, Mtaka anasema atachukua hatua kali kwa mtumishi wa umma atakaekamata gari na kusababisha mazao kuozea getini bila sababu za msingi, na kisha kusema kwamba mapema baada ya uchaguzi kukamilika atakutana na wakurugenzi, wakuu wa vitengo na madiwani wote wa mkoa huo ili kujadili namna ya kufuta tozo zote kandamizi zinazokwamisha mkulima kuendelea mkoani Njombe. kila parachichi zimezuia magetini. Mtu akistaki kwenye geti masaa mnane, viazi. Yani, tunaona wanapata hasara, wanachukia serikali kwa sababu ya ujenzi wa kwenye logo gabi. Kuna watu walikosa soko la India kwa sababu kuna mtu amekaa getini anajishania sisi. Lakini wakurugenzi wa Njombe mlioko huko ndazi, naambia kwamba mwezi wa ku, yani tumemaliza kutiki, ni Oktoba tu ndio kupiga kura, mabaraza yote CET si Kodi yetu uh, ya ses, kwa nini inakuwa tofauti tofauti kutoka kwenye halmashauri mbalimbali? Serikali si hiyo hiyo moja kwa hiyo, hili swala lingine inetutagelea. Wakitoa mapendekezo nini kifanyike ili kukuza sekta ya parachichi nchini wakulima akiwemo Steven Mlimbila wanasema serikali idhibiti madalali, iweke bei anzia, mbolea na masoko ya uhakika, huku pia wakitaka urasimu kwenye ofisi za umma udhibitiwe Wakulima tuna changamoto wa nyingi sana sasa, wanapokuja kuweka kodi tozo nini vile vyote, wafanya biashara hawalipi kwa kweli eh. tozo zikipungua, kwanza niseme siuu nisemaje, kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa E, organic material iliyoko kwenye hii mbolea ni kwamba hawatapata shida ya kuuza nje kwa sababu hii mbolea kwanza imethibitishwa. Baada ya kusikia kero za wakulima, wizara kupitia kwa naibu katibu mkuu Dr. Stephen Nindi na Jacqueline Mkindi, mkurugenzi wa taasisi ya kuhudumia wakulima TAHA, wanaeleza hatua wanazokwenda kuchukua maboresho makubwa ya kisheria, kanuni na taratibu ili kuhakikisha kwamba zile barriers kwa business ya parachichi zinaondolewa. Parachichi itaendelea kulindwa na tutakuwa na umakini ju wa hali ya juu wa uanzishwaji na utekelezaji wa sera na mikakati na michakato mbalimbali. Mikoa ambayo imekutana katika mkutano huo ni Arusha, Kilimanjaro, Mbeya, Iringa, Ruvuma, Rukwa na Kagera. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.